Watanzania wenzangu, habarini ya uzima. Mbele yangu nina ratiba ya maombi na kikundi cha huduma ya Reinhard Bonnke, lakini nimeona nilete ujumbe haraka haraka kabla sijaingia kwenye ratiba hiyo ya maombi. Kuna mama mama wangu mdogo ambaye niliwashuhudia habari zake ya kwamba Mungu amekuwa akimtumia kwa njia mbalimbali, ambaye kuna kipindi ambapo alikuwa anaibiwa nguo za mme wake akaamua kufunga siku saba kavu na ule mwizi akaja kutokea, kumbe alikuwa ni, ni mwizi wa kichawi. Alikuwa ni bibi moja, alikuwa anamfanyia mchezo ya nadhani wa shule mnaofahamu. Lakini pia mwaka huu alipokuwa mjamzito miezi sita, alifunga siku tano kavu na baadaye akaja kufunga siku saba akiwa anakunywa maji tu, kitu ambacho mimi binafsi sikiwezi. Kuna namna Mungu ambavyo amekuwa akimtumia na kuna namna ambavyo mimi, ni mtu ambaye sioti sana ndoto, ila nikiota zinatimia, lakini ni mtu ambaye mara nyingi akiota ndoto, mara nyingi Mungu anasema naye sana kwa njia ya ndoto, kwa njia ya neno na kawaida. Kwa hiyo tumekuwa pamoja naye kwenye maombi haya ya kuombea taifa, na kuna wakati akasikia mzigo sana wa kuniombea. Kwa hiyo ameendelea kuniombea, jana ameota ndoto. Meniona, nilikuwa madhabahuni ninaomba. Mchungaji akawa amemwambia asome kitabu cha Zaburi kumi na nane. Basi akaanza kusoma Zaburi yote kuanzia mstari wa kwanza hadi wa hamsini. Alipofika hamsini akaamka kweli. Alipoamka akakuta kweli hiyo zaburi ina, ina mistari mpaka hamsini. Kwa nimeamka nikausoma huo ujumbe hiyo zaburi nilipoisoma, ni zaburi ya Daudi alipokuwa anamshukuru Mungu baada ya kumshindia maadui zake akiwemo na Sauli. Nikichukua zile Biblia zenye intro, zenye intro utaona alivyoandika. Kwa hiyo nikamshukuru Mungu ya kwamba Mungu amekuwa akisikia maombi yetu. Kwa ufupi, maanayake hiyo ndoto inaonyesha kwamba Mungu amesikia kilio cha maombi ya watu mbalimbali mbali. Maana sio mimi tu kwa ninaomba kwa ajili ya taifa la letu la Tanzania. Kwa hiyo, ingawa hatujui itakuwaje, lakini tunachoamini ya kwamba Mungu ataenda kusimama pamoja nasi. Nitangulie kuwakumbusha ya kwamba nilitangulia kuambia kwamba nilipokuwa nikimwomba Mungu kwa ajili ya Tanzania, Mungu alinishuhudia kwamba alikuwa hajakusudia kwamba maandamano yaamue haki ya Watanzania, lakini chaguo la kwanza la Mungu ilikuwa ni watu wa Mungu wasimame kuomba kwa ajili ya taifa la Tanzania. Na ndio maana mimi nilishuhudiwa tangu mwaka 2021 mwishoni kwamba kwa jima aombe kwa ajili ya taifa. Na huo huo mwaka nikamwota Askofu Kabigumina kwamba amemwombea Magufuli mpaka akafufuka. Kwa hiyo, maana yake Mungu alikusudia tangu mwanzo kwamba taifa hili tulivushe kupitia maombi, lakini pia mnaweza mkarejea ule unabii wa yule mtumishi wa Mungu aliota kwamba kama ndege kama kuna nchi fulani ita, itatokea ajali ya ndege. Kama ndege hiyo itaua watu, basi mabadiliko ya uongozi kwenye nchi yatatokea. Ila kuna vifo maanake hapa katikati, hata kama aidha vifo vitatokea kwenye maandamano au imaanisha kwamba vifo ndio huo utekaji uliokuwa unaendelea kabla ya hii tarehe. Lakini kwa ufupi, neno hili limentia moyo lakini na mimi pia nipokuwa ninamwomba Mungu kwamba Mungu, ni ujumbe gani ambao unanipa kwa ajili ya taifa la Tanzania usiku huu? Ndani yangu mara nikasikia andiko hili la Matendo ya Mitume sura 27 mstari wa 21 hadi 26. Nitawasomea. ni habari ya Daudi, ya ya ya Paulo inasema, na walipokuwa wamekaa wakati mwingi bila kula chakula Paulo akasimama katikati yao akasema, wanaume, iliwapasa kunisikiliza mimi na kutong'oa nanga huko Krete, na kupata madhara haya na hasara hii. Sasa nawapeni shauri, iweni na moyo mkuu, kwa maana hapana hata nafsi mmoja miongoni mwenu atakayepotea, ila melikebu tu. Kwa maana usiku huu wa leo malaika wa Mungu yule ambaye mimi ni wake naye ndiye niwabudue, alisimama karibu nami akaniambia, usiogope Paulo, huna budi kusimama mbele ya Kaisari tena. Tazama, Mungu amekupa wa watu wote wanaosafiri pamoja nao. Basi wanaume, changamkeni kwa sababu na mwamini Mungu ya kwamba yatakuwa vile vile kama nilivyoambiwa ni, lakini hatuna budi kupelewa katika kisiwa kimoja. Huyu ni Paulo ambapo alikuwa ameonyeshwa kwamba mbele yao kutatokea na dhoruba kubwa. Kwa hivyo akawashauri kwamba wasiondoe nanga, maanake wasiondoke kwenye kituo walicho kwenye kisiwa walichokuwepo. Lakini kwa sababu walikuwa wale manohodha walikuwa na uzoefu mwingi, wakamdharau Paulo kwa kutumainia uzoefu, uzoefu wao walikuwa wakang'oa nanga wakaenda, lakini kilichotokea ni kwamba kulikuwa na dhuruba kubwa, wakaanza kutupa ile mizigo, vyakula walivyokuwa navyo ili kupunguza uzito, lakini bado haikusaidia. Mwisho wa siku ndio Paulo, sasa akawasimama akamwambia kwamba ilipasa mnisikilize mimi tangu mwanzo. Nini ambacho namaanisha? Kwamba tangu mwanzo Mungu alipotuinua kwa ajili ya taifa la Tanzania tulikuwa tunaishauri serikali na kwa shauri hata viongozi moja kwa moja nakumbuka ni mshauri na, ni mshauri Rais Samia kwa upendo kabisa kwa umri kama mama yangu, lakini pia na Rais mstafu Kikwete nilimshauri pia. Kwa hiyo kuna madhara ambayo yatatokea inawezekana kama mngesimama kuamua kwa amani na kutoamua kung'oa nanga. Nanga maana yake ni kulazimisha uchaguzi kwa jinsi ambavyo nimeelewa andiko hili ni kulazimisha uchaguzi ambao haukuwa wa haki na Mungu alitaka uchaguzi wa awamu hii. Mungu alikuwa ametaka utawala wa awamu hii ni wa haki, kwa hakuna namna ambavyo utawala usio wa haki ungeweza kusimama. Na maneno yangu haya, hata kama ni miaka mingapi, yatathibitishwa. Hakuna utawala usio wa haki ambao utapita, hata wana wazeri ambapo wakati wao wa kuondoka ulipofika hakukuwa na mamlaka yote ya Farao iliyowazuia, maana ilikuwa ni wakati wa Mungu kuondoka kwa Israeli utumwani. Ko na sisi ni wakati wa Tanzania kuondoka kwenye mikono ya walanguzi. Ko hakuna namna ambavyo wangekuwa na uwezo wa kuzuia, maana sio mpango wa wananchi, ni mpango wa Mungu. Kumbuka nilitangulia kuambia kwamba Mungu alikusudia, amekusudia kwamba uchumi wa Tanzania autumie kwenye uamsho. Maana Mungu anapoleta mada ya uamsho hawe, ana, anainua pia uchumi. Mnakumbuka Korea, Korea, Korea Kusini, kama sikosei ni, ni moja ya, ya nchi ambayo inaongoza sasa kwa kutoa misionari. Lakini nini baada ya uamsho? Mungu pia aliinua uchumi wao, kwa hiyo kuna madhara ambayo yatatokea kwa sababu hatukuchagua njia ya kwanza ambayo ilikuwa ni maombi, lakini pia na kukaa na kurudi mezani kwa maridhiano. Lakini pia andiko hili linaonyesha kwamba Paulo anaambia kwamba hakutatokea na madhara ya watu hai, lakini merikebu mm, andiko hili haliwezi kuwa moja kwa moja kama lilivyo, lakini mimi alipo, nilipopewa ili andiko ndani yangu nikawa nasikia ufunuo kwamba merikebu ni ile ni kile chama ambacho kimetumika kubeba uongozi wa taifa kwa muda mrefu. Maanake CCM kimekuwa ni merikebu ya Tanzania kwenye uongozi kwa. Kuna uwezekano mkubwa kabisa kwamba CCM ambayo ilikuwa inatumika kuleta uongozi inaweza isisimame tena kwa wakati huu. Hii ni kwa sababu gani? Mwanzoni mliposhauriwa na watumishi wa Mungu kwamba msing'oe nanga msiingie kwenye uchaguzi, hamkusikia lakini hata Mungu alipotumia watu wa kawaida hamkusikia. Lakini mwisho sasa ni nini? Huu ni wakati ambapo Mungu anatutaka watumishi wa Mungu tusimame kwenye nafasi ya wapatanishi. Nakumbuka nilileta ule ujumbe uliopita mm, kama siku ngapi zimepita kwamba Mathayo tano mstari wa tisa inasema heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Maanake sisi watumishi wa Mungu hatupo kuhamasisha maandamano. Maana Mungu anapotaka kumwangusha mwovu huwa atumii mikono ya mwenye haki kumwaga damu, huwa anatumia mikono ya watu ambao hajawaita waita kwenye utumishi. Kwa mtumishi wa Mungu ni ngumu kutumiwa na Mungu kuhamasisha maandamano ambayo yanaweza kuleta kumwagika damu. Maana kuna vitu yatakuzuia kama ambavyo Daudi alipokuwa vitani alizuiwa na Mungu baada ya vita Mungu alimzuia Daudi kujenga mm, hekalu kwa sababu mikono yake ilikuwa imemwaga damu vitani. Ndiyo maana nikawa nasisitiza kwamba kama unajua ni mtumishi wa Mungu, Mungu amekukusudia kutumika madhabahuni, usiwe nyuma ya maandamano haya. Nje ya hapo utapoteza kimoja na kupata kimoja, maanake unaweza ukapoteza utumishi ukapata uongozi wa serikali, ambapo kwenye ulimwengu wa roho ni heri uwe mtumishi kuliko uongozi wa duniani lakini pamoja na hayo Mungu anajua, kwa hiyo hivyo. Lakini pia nilipokuwa nataka sasa kuna nini, namwomba Mungu pia andiko lingine, kuna andiko hili ambalo nilipewa nilise, nilisema nifungue tu Biblia ili Mungu aniongoze kwenye andiko lolote ambalo nitafikia. Kuna andiko nilipolisoma nikaona kabisa linaendana na kitu ambacho tunapitia Tanzania, ni Amosi sura ya 5 mstari kuanzia wa sita, nitasoma Mtafuteni Bwana nanyi mtaishi, asije akawaka kama moto katika nyumba ya Yusufu na ukateketeza, asiwepo mtu awezaye kuuzima katika Betheli. Ninyi mnaogeuza hukumu kuwa uchungu na kuiangusha haki chini, mtafuteni ye afanyaye kilima kilimai kirim, olioni na kukigeuza kivuli cha mauti kuwa asubuhi na kufanya mchana kuwa giza kwa usiku, yeye ayaitaye maji ya bahari na kuyamwaga juu ya uso wa nchi. Bwana ndiyo jina lake. tisa yeye aletaye uharibifu wa, wa ghafla juu yao walio hodari, hata uharibifu ipate ngome wao. Humchukia yeye akemeaye langoni, nao mzila anenaye kwa adili. Basi kwa kuwa mnamkanyaga maskini masikini na kumtoza ngano, ninyi mmejenga nyumba za mawe zilizochongwa, lakini hamtakaa ndani yake. Ninyi mmepanda mashamba mazuri ya mizabibu, lakini hamtakunywa divai yake maana mimi najua ninyi maasi yenu yalivyo mengi na jinsi dhambi zenu zilivyo kubwa. Ninyi mnaowaonea wenye haki, mnaopokea rushwa na kuwageuza wahitaji langoni, wasipate haki yao. Kwa huu ujumbe hauhitaji kuelezewa. Ninamwamini Mungu ambaye ambaye amekuwa pamoja na mnyoke, ushuda mdogo mwezi wa saba mm, ilikuwa mwezi, mwezi wa nane kama sijakosea wasaba wa nane mwaka huu 2025, kulikuwa nimeonyeshwa ndoto ya kwamba kuna mtu alikuwa ameonyeshwa ndoto kwamba mke wangu kuna uwezekano wa ujauzito wake kutoka. Kweli tulipofika kwenye hiyo familia ambapo kwenye ndoto ilikuwa imeonyeshwa kweli, mke wangu akaumwa ghafla, yani kwamba kiasi kwamba mimba ilikuwa nataka kutoka. Nikasimama kwenye maombi nikaomba kuanzia saa mbili mpaka saa nne mke wangu akawa mzima akapona, bila dawa na mpaka anavyosema hivi ni mzima ko. Ipo nguvu ya maombi, ndoto ni halisi. Ndoto za Mungu huwa zinakuja kutimia, lakini pia pale mtumishi wa Mungu anaposimama kuomba Mungu ufanya. Mungu awabariki. Kingine na cha kuhitimisha ni kwamba mtangulizeni Mungu, sitamani kuona mtu akimwaga damu. Maombi yangu ni kwamba Waandamanaji, chukueni Biblia, tangazeni amani eh, daini haki yenu kwa kumtanguliza Mungu. Maaskari, wanajeshi, tambueni kwamba ni nafasi gani ambayo Mungu anataka kumsimame, maana mnajua yaliyotokea: uuaji, utekaji, udhulumaji wa maliasi ma, m, rasilimali za nchi Mungu alionyesha pia kwa ndoto ambazo mkizirudia. Kwa hiyo mnajua ni sehemu gani ambayo mnaweza mkasimamia haki ya Mungu. Nje ya hapo msiposimama pamoja na wananchi kudai haki yao, Mungu atasimama pamoja nao. Ninawapenda watu wote, tuzidi kuombeana. Bye. Bwana Yesu, asante. Jidhihirishe, jifunue neno lako na liwe kama ambavyo umekusudia kwa jina la Yesu. Amen. Mungu abariki sana. Hakuna Mungu kama wewe.